Jamani, mimi Misbuza ni rafiki yangu kwanza. Uwezi amini Misbuza, mimi nimesoma naye kwanza shule ya msingi mpaka kwa sekondari, kwani nilikuwa ya rafiki yangu rafiki yangu yangu, na kuna baadhi na nilifanya naye kazi, lakini baada ya hapo, sinajua kwa sisi binadamu tunazunguka, yeye akaingilia huku na mimi nikaingilia huku, lakini sio kusema labda hatuna ukaribu kivile. Ni watu ambao tuna mawasiliano, tunawasiliana lae, yupo aendelea na shughuli zake zingine

naona vitu vyake binafsi. Kwa hiyo hapo sasa watazamaji wakae tayari, ndipo tutakutanishwa mimi na misikizi. Hapo ndipo itajulikana nani ni bora. Lakini kwa sasa siwezi nikasema chochote kii kwa kitu hii kama Leivana atakuwa amezungumzia vibaya kivile, kwa sababu Leivana ni msanii kama alivyosema kama nyimbo kwa kama hata yeye mwenyewe, yaani yeye ya ni sijajua mwenyewe alichukuliaje kwa upande wake, lakini asije kamchukulia vibaya kwa sababu kwa sababu yeye ya ameimba kama nyimbo, na kwa vile ni vionjo tu jamani, lakini sio sema labda kamzungumzia vibaya vile, ni vionjo tu upande wake. <tusimia> Rumo. Kwa nini unasema Rumo? Kwa sababu Rumo sisi unawasema wazuri wengi sama, unajua tofauti yetu kwamba Rumo sisi yani tupo tunafanya mambo yetu tu sisi, kama sisi hatuna ile kufanya kitu kwa ajili ya kuonyesha watu au kujionyesha. Wote tukiamua kufanya jambo tunafanya jambo la kweli. Tofauti na wenzetusa, lakini sisi tukifanya tunafanya kweli.

kitu ambacho naona kabisa baba ni njia yangu na anapenda kufanya. Yaani kitu ambacho kipo katika moyo wangu. Kwa hiyo yani, kivyo vyote ukiachana hata na yoko, mimi vyovyote vyote nikamniambia ni cheke cha chini. Kwa sababu ni kitu ambacho ninacho katika moyo wangu. Kwa hiyo sitaacha kufanya. Eti kwa sababu labda niangalie uzito wa kitu kingo hivi. Hapana. Kama mambo ya ubizi, nitapata ile ya muda na chance ya kufanya, nitafanya. Na bado huko kwenye filamu nitafanya zaidi. Kwao hiyo tu ni kwa namna mbashabia, mbele